Ikumbukwe, mara baada ya Trump kuweza kushika madaraka ya urais e, bwana na mwezi wa kwanza mwanzoni kabisa aliweza kuapishwa na kuendelea kuwa rais halali kabisa wa nchi ya Marekani, ameweza kufanya vitu vikubwa zaidi na vitu vingi zaidi ambavyo pia vimeweza kuwanyonya e, baina e, baadhi ya nchi kutokea hapa Afrika, lakini pia duniani kote, mara baada ya ushuru wake kuweza kupandishwa, baadhi ya sehemu chim mfanyia hivyo hivyo. Sasa wao wamekuwa na vita ya kibiashara, ukiachana na vita ya ma... ya shambulio kuuana kwa mavita kwa marisasi, siyo kwa mabomu. Lakini bwana China na Marekani kumekuwa kuna vita ya kibiashara ambayo inakuwa eh, inaendelea. Sasa Marekani na China pia eh, zinaweza eh, kutazamiwa kuanza mazungumzo kuanzia Mei 9 hadi Mei 12, ambayo ni siku ya kesho mpaka tarehe 12 mwaka huu, ili kuweza ku, eh, ku, eh, kujaribu kuweza kupunguza vita kibiashara kati ya mataifa hayo mawili, ambayo eh, vita hiyo iki, iki kwamba kuweza kuendelea na kila mmoja anaweza kuona Marekani na China pia imekuwa ina vita ya kibiashara kwa ukubwa zaidi, kwa sababu kila mmoja ni mzalishaji wa vitu tofauti tofauti. Sasa vita yao imekuwa kubwa sana sanassa ina, inasemekana kwamba kutakuwa kuna mazungumzo baina ya nchi hizi mbili kuanzia siku ya kesho tarehe tisa mpaka tarehe kumi mbili ili waweze kuhusurisha. Sasa tangu arejee Trump pia eh, ametoza ame ushuru wa bidhaa za China hadi kuweza kufikia asilimia iamo na huku China ikiweza kulipiza kisasi kwa ushuru wa asilimia 125 kwa baadhi ya bidhaa e, kutokea huko e, nchini Marekani. China yeye alishasema kwamba yani, nitakupa e, uso kwa uso, ukinifanyia hiki na mimi nitakufanyia mbwai na iwe mbwai. Sasa, yapi maoni yako kuhusiana na e, mdaharo huu ambao utaweza kufanyika, au mazungumzo hayo baina ya China pamoja na e, Marekani watakavyoweza kuyakamilisha? Unahisi kwamba wataweza kufikia mwisho, au wataweza kuweza kupatana kwamba tufanye biashara lakini pia masuala mengine yasiweze kuendelea? kwenye sawa sawa digital e, mimi ni zeridari kabisa, lakini pia kwenye Instagram, Facebook, insgam X tunatumia kama sawa sawa digital. Ukisubscribe channel yetu kwenye YouTube utakuwa metisha, lakini pia utakuwa wa kwanza kuweza kupata updates na taarifa nyingi zaidi. Habari kigenjani mwako.